Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabadi, tumshukuru Allah subhanahu wataala. Hapa tulipo ndugu zangu waislam ni e, maeneo ya Tezo kwenye hoteli hapa yaitwa coffee shop, tumekuja kupata chai. Hii ni katika rihla ya dawa, msafara wa dawa kuelekea Malindi. E, kutakuwa na khutba za jumaa mimi na Sheikh Muhammad na mihadhara vilevile miwili. Hii rihla hii imefuatia rihla ya dawa tuliosafiri wiki moja kuelekea Lamu na Visiwani, ambayo ilikuwa tarehe 30 mpaka tarehe 5, alhamdulillah tukarudi. Na alhamdulillah leo Allah ametupa taufik baada ya kupumzika siku mbili, kuelekea maeneo ya Malindi na viungani mwake. Hapa nataka kutoa risala kwa ndugu zangu Waislam wote ambao wataona video hii kwamba hii dawa yataka ushirikiano. Safari yetu leo ilikuwa sisi tutoke asubuhi, tuende pale Pakistan. Mimi na Sheikh Muhammad na ndugu yetu nyuma ya kamera somo. Tupande matatu kwanza tupande tuktuk tueleke pale, kisha tupande tena matatu ituache kule Malindi stage, tupande tena tuktuk kwenda misikitini. Alhamdulillah baada ya kuzungumza na ndugu yetu jana usiku Ali ambaye tumeshirikiana siku nyingi katika dawa kwamba tutakwenda Malindi kwa dawa na hatujapata gari, Mashallah ndugu yetu Ali akaamua kusimamisha kazi zake kwa leo kujitolea yeye na hii gari yake ambayo tumekuwa nayo alhamdulillah. Tumetoka nayo na yeye mwenyewe pia akaweza kutufuata kusahilisha katika da'awa. Vile vile kuna ndugu yetu ambaye katika kusahilisha da'awa ndugu yetu Ali ametoa gari na yeye akatoa mafuta ya kuweza kutufikisha sisi malini na kurejesha hapa. Ni yaonesha kwamba hii da'awa yani yafaa ushirikiano, sio mashekhe peke yake. Shekhe akifanya juhudi zake za kuweza kufanya bahthi na kuelezea waislamu faida watoke wengine wamsaidie, kama hivi ndugu yetu alivyosaidia. Kwa hivyo tuomba kwa ndugu zetu waislamu wote ambao wataona video hii, tuomba ushirikiano wenu kwa dawa. Kama hivi rihla zetu tunafanya, hatuna gari bado, akiweza muislamu kujitolea kigari kidogo probox tu, itatusaidia sisi kufika maeneo mbalimbali ya dawa ambao ndugu zetu wanahitaji dawa. Na ushirikiano mwingine pia, ukiweza kujitolea kwa pesa zako pia kusaidia mashehe, gharama za dawa ni nyingi baada ya kusafiri kuna hitajika chakula kuna hitajika malazi. Kwa hivyo naomba ushirikiano wenu, na inshallah kwenye video hii e, tamomba ndugu yetu somo aweke a, account yetu ya dawa ili ndugu zetu waweze kuchangia katika dawa tuweze kushirikiana katika jambo hili. La mwisho ni kwamba tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlas kwenye kazi hii yake ya dawa, hiyo tufanye kwa ajili yake na anayetoa katika jambo hili pia awe atoe kwa ajili yake ili tupate malipo kesho akhera. Alaykum wa aakhira, wassalamu alaykum barakatuh. Tuombe dua zenu, Twende salama, tulisalama. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.